Ujenzi wa shule ya sekondari Nanyala katika kata ya Nanyala wilayani Mbozi umetajwa kuondoa changamoto ya wanafunzi kutembea umbali mrefu. Sky TV imefika katika ujenzi wa shule hiyo ambayo ipo katika jimbo la Vwawa linalopatikana nyanda za juu kusini mkoani Songwe. Katika mahojiano na diwani wa kata ya Nanyala, Mheshimiwa George Msyani ambaye ni mwenyekiti wa halimashauri ya wilaya ya Mbozi anaeleza kuwa katika kipindi cha miaka mitano kata ya Nanyala imenufaika na miradi ya maendeleo kwani walipokea kiasi ya, ya shilingi bilioni moja kwa ajili ya ujenzi wa shule hiyo. Naitwa George Msyani ni e diwani wa kata ya Nanyala na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Mbozi. Katika kipindi cha miaka hii minne na sasa tunaenda kuhitimisha miaka mitano ya utawala wa serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, kata ya Nanyala imefanyiwa mengi makubwa ambayo tunajivunia na ya mfano ambayo hayajawahi kutokea tangu dunia hii ianzishwe. E, kwa sasa tumeweza kupokea fedha zaidi ya shilingi bilioni 1 kwa ajili ya ujenzi wa shule ya sekondari ya kata. Mwanzoni kata ya Nanyala ilikuwa ina shule ya sekondari moja, lakini wanafunzi walikuwa wanatembea umbali mrefu kutokana na jiografia na mgawanyo wa vijiji jinsi vilivyotawanyika. Kwa hiyo serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan iliweza kutuletea fedha ya awamu ya kwanza milioni 583 kwa ajili ya kujenga shule ya mkondo miwili ya kidato cha kwanza mpaka cha nne ambapo ujenzi ulishafanikiwa na sasa wanafunzi wanasoma na wako kidato cha pili. Lakini ndani ya mwaka mmoja, makubwa ya Daktari Samia Suluhu Hassan yameweza kuonekana ndani ya Nanyala, kwa kuletiwa fedha awamu nyingine, fedha za ujenzi wa nyumba ya watumishi 1 yenye in thamani ya zaidi ya shilingi milioni mia moja na miundombinu ya kidato cha tano na cha sita ambayo imegharimu fedha takribani milioni mia tatu na themanini na kufanya jumla ya ya fedha yote kuwa jumla ya milioni mia nne na themanini na na kwa awamu ya pili. Na kufanya jumla ya fedha iliyoletwa sasa jumla ambayo inajenga miundo mbinu ya mabweni mawili ya kuweza kuhifadhi wanafunzi mia moja na sitini wa kidato cha tano na cha sita, lakini miundombinu ya madarasa manne matundu ya vyoo kumi kwa ajili ya wanafunzi wa kidato cha tano na cha sita, tunaamini ni mafanikio makubwa sana lakini katika kipindi hiki kikifupi kifupi katika mheshimiwa raisi akuiacha shule ya sekondari ambayo ilikuwa ni ya zamani ambayo pia ililetwa letewa fedha zaidi ya milioni 200 katika kipindi cha miaka hii minne kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya madarasa ambayo wanafunzi sasa wanasoma katika madarasa mazuri yenye ubora unaolingana na hadhi ya dunia ya sasa. Kwa upande wake diwani wa kata ya Ilolo Yohana Mwanjeka amemshukuru mbunge wa jimbo la Vwawa Mheshimiwa Japhet Hasunga kwa kuendelea kupambania jimbo hilo ikiwemo ujenzi wa shule na ukarabati wa shule ya msingi na sekondari pamoja na kushukuru serikali. Lakini pia lazima tumshukuru pia Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Vwawa bwana Japhet Hasunga, kwa kweli amekuwa ni mbunge ambaye anapambana sana, kwa sababu pia miradi bila yeye kwenda kusema bungeni na kuiambia serikali haiwezi kuja kama ndoto amejitahidi sana kufanya kazi zake kama mbunge, na yeye pia ameendelea kutoa mf... kwenye fedha za mfuko wa jimbo fedha nyingi sana, kiasi cha shilingi milioni kama kumi na nne ambazo nazo zimeendelea kutusaidia kwenye shule ya msingi pia na shule ya sekondari, na bado mfuko ule unaendelea kutusaidia. Tunaendelea kukarabati sasa, vimbo kuna vimbo vya madarasa ambavyo vya shule ya msingi ambavyo sio vizuri sana, vimekuwa vibovu. Kwa hiyo, na yeye ameendelea kutoa kwenye mfuko wa jimbo kwa kila kata kiwango kidogo kidogo basi tunaendelea kuzisimamia na hatimaye mwisho wa siku maendeleo ya upande wa shule za sekondari na msingi kutakuwa kumekaa salama katika kipindi cha miaka minne shule zaidi ya kumi zimejengwa katika majimbo mawili jimbo la Vwawa pamoja na jimbo la Mbozi Mindi Josephu, Sky TV